Vionjo vya nafsi. Habari mtazamaji wa DSJ TV, karibu kwenye kipindi chako bora kinachohusu mahusiano, mapenzi, lakini hata ndoa. Jina langu ni Tatu Msham. Karibu kwenye kipindi chako cha vionjo vya nafsi. Mada yetu ya leo itazungumzia je, unaweza je, unawezaje kuishi na mwenza wako mkiwa mbali? Endelea kubaki nasi tupate mapumziko mafupi, kisha nitarudi kukupitisha kila hatua unayotakiwa kufanya. You are watching DSJ TV, the coverage television. Karibu kwenye vionjo vya nafsi. Na sasa nataka nikupeleke kwenye hatua moja baada ya nyingine, ni jinsi gani unaweza kuishi na mahusiano ya mbali. Hatua ya kwanza ni uaminifu. Uaminifu ni jambo muhimu sana katika kila mahusiano. Unachotakiwa kufanya wewe, mvulana, wewe msichana, lazima utengeneze ma mahusiano yako yawe yenye mwanika. Kwa mfano, msichana, unaweza ukatoka kwenda sokoni au sehemu yoyote, lazima utoe taarifa kwa mwenza wako kwamba naenda sehemu fulani na nitarudi muda huo, hata kama yuko mbali na wewe. Na sio unapanda daladala, mwenza anakupigia simu, ndo unamwambia niko kwenye daladala. Haitakiwi na wala haipendezi katika kudumisha mahusiano yako, wewe na mwenza wako, mkiwa mbali. Hatua ya pili, lazima kuwe na mawasiliano imara lazima kuwe na mawasiliano imara, kwa sababu mwenza wako lazima uwasiliane naye kuanzia asubuhi, mchana, jioni. Lazima mjuliane hali, ameamkaje, amelalaje, changamoto zake zikoje, ili kujua ni namna gani anaishi akiwa mbali na wewe. Hii itasaidia kujenga hisia kati yenu nyinyi wawili na kudumisha mapenzi yenu. Kitu cha tatu unachotakiwa kufanya ni lazima kila mmoja amwambie mwenzie changamoto anazozipitia, kwa sababu nyinyi ni binadamu, maisha yana mambo mengi. Lazima kila mmoja ajue shida ya mwenzie, furaha ya mwenzie, kitu gani kinamkwaza mwenzie. Hii itasaidia kuonyesha hakuna utofauti wowote kati yenu nyinyi wawili, hata kama mko mbali. Na jambo la nne, hakikisheni lengo lenu linakuwa moja, kwa sababu maisha yana changamoto nyingi, na changamoto za maisha ndizo ziliwafanya mtengane. Lazima lengo lenu liwe moja, ujue mwenza wako anakaa mbali kwa sababu gani, na kwa nini yuko mbali kwa lengo gani, na lina manufaa gani kwenu ili kudumisha mahusiano yenu yafike mbali zaidi. Jambo la mwisho na la tano kwa leo, ni lazima muwe na ratiba ya kuwakutanisha nyinyi wawili, kwa sababu mnapokuwa hakuna ratiba ya nyinyi wawili kukutana, uvumilivu unakosekana, lakini pia uaminifu unapungua kadri siku zinavyoenda, kwa sababu hamjapanga ratiba kamili ya nyinyi wawili kukutana, hata kama mnaishi mbali. Mambo haya matano ukiyafanya kwa ufanisi mkubwa, itakusaidia wewe kuboresha mahusiano yako, hata kama wewe na mwenza wako mnaishi mbali. Vionjo vya Nafsi, nimekueleza kuhusiana na uaminifu kuweka mawasiliano imara, kujua changamoto zenu, lakini pia kujua lengo na mwisho. Nikazungumzia kuhusiana na ratiba itakayowakutanisha nyinyi wawili. Hii ni vionjo vya nafsi, ulikuwa nami Tatumsham kuanzia mwanzo mpaka sasa tunavyohitimisha, na hii ni DSJ TV. Usisahau kulike, kucomment na kushare, lakini pia ni kusubscribe chaneli yetu katika ukurasa wa YouTube. Asante, mpaka wakati mwingine, kwa heri.